Ndani ya jeshi la polisi, Mheshimiwa Rais, hausiti kwenye masuala ya kufanya nchi hii ikaendelea kuwa salama. Ndio maana nimeona niorodheshe kwanza matukio yale ambayo ulikutana nayo wakati unaingia madarakani, lakini matukio hayo hayapo tena. Ndio maana nimekuambia, naomba nikusimulie hadithi nzuri. Naomba Mheshimiwa Rais upokee hadithi hiyo. Wiki iliyopita wiki baada ya kuwa tumealikwa na Mheshimiwa Daktari Tulia, Spika wa Jamhuri ya Muungano, tulisimuliwa mambo mengi uliyoyafanya, mpaka niliogopa kwamba haya yanafanywa ndani ya miaka minne. Mambo haya nipasho yafanye kwa kipindi labda cha miaka hamsini, lakini leo nimekusimulia machache, mambo ya kiusalama, mambo yanayosababisha hayo mengine yakafanyika. Kwa hiyo ukiona Usione vya elea vimeundwa. Mheshimiwa Rais, wewe ni muundaji, umetufanyia mambo makubwa. Jeshi la polisi tukishindwa kufanya kazi, tutakuwa ni watovu wakubwa wa nidhamu kwako na kwa Watanzania. Mheshimiwa Rais, naomba sasa niendelee na nimalizie hotuba yangu. Sote tunatambua kuwa mwaka huu wa 2025 nchi yetu inatarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani katika maandalizo ya uchaguzi mkuu huo jeshi la polisi limejipanga vyema katika kuhakikisha kuwa uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu kabla wakati na baada ya uchaguzi huo Mheshimiwa Rais tunakuahidi nchi hii ni salama nchi hii ina amani Jeshi hili la polisi haliko tayari kumvumilia yeyote atakayeleta uvunjifu wa amani kwa sababu yoyote ile. Kwa hiyo tuna sisi kama jeshi la polisi tuna wivu mkubwa na amani ya nchi yetu, na tutalinda amani utulivu wa nchi hii kwa wivu mkubwa kipindi chote, kabla, wakati na baada ya uchaguzi huu. Mheshimiwa Rais, katika kuhitimisha kuhitimisha... katika salamu za jeshi la polisi, kwa mara nyingine tunakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kufunga mafunzo ya uafisa na wakaguzi wasaidizi wa jeshi la polisi kozi namba 1 ya, ya mwaka 2024 25. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie jukwaa hili kwa mara nyingine tena kumshukuru sana Mheshimiwa Innocent Ruga Bashungwa, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, na ndugu Ali Gugu, Katibu Mkuu Wizara mambo ya mambo ya ndani ya nchi kwa uongozi wao uliojaa hekima na busara katika kuongoza wizara hii ikiwemo jeshi la polisi. Ni ahadi yetu kwao kuendelea kushirikiana nao kwa kuwaunga mkono bega kwa bega katika kutanzua kero za kiusalama hapa nchini. Napenda kuchukua fursa hii pia kuwashukuru wageni waalikwa wote waliopata wasaa wa kujumuika nasi leo hii wakiwemo waheshimiwa mawaziri, wabunge, makatibu wakuu, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wakuu wa jeshi la polisi wastaafu, makamishina na wa wastaafu, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Dar es Salaam na wananchi wote waliohudhuria tukio hili muhimu. Kwa ujumla, nawashukuru wote. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, naomba nirudishe maiki kwa msemaji wetu wa Jeshi la Polisi, na ninawashukuru wote kwa kunisikiliza. Asante sana lakini haisikiki hiyo, hebu tuirudie. Hizo hadithi sio za kutungwa, ni zile halisi kabisa. Haya pasha, pasha, pasha, pasha, panda. Nidhamu, haki, weledi na uadilifu, msingi wa mafanikio yetu. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya salamu za jeshi la polisi. Naomba sasa nimkaribishe Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kwa ajili ya neno na kukaribisha